Tulianza mara ya kwanza tukapata mashine ya kwanza baada ya kuwa imekamilika mwezi wa pili mwaka wa jana, na leo tumekuja hapa baada ya mitambo yote tisa kuwa imekamilika. Chukua nafasi hii kwa kweli kumshukuru sana sana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa na msukumo mkubwa sana kwenye mradi huu, kwa sababu aliupokea ukiwa asilimia thelathini hivi wakati wa utekelezaji wake na kwa kipindi kifupi ameweka historia nyingine ya kukamilisha huu mradi kwa wakati, tayari tumeshapata mitambo yote tisa. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana sana wakandarasi waliofanya kazi hii na wataalamu wengine wote kutoka TANESCO ambao wamekuwa wakishughulikia mradi huu kwa muda mrefu. Changamoto kubwa kwa kipindi hiki au karne hii tulikuwa nayo katika eneo la mazingira ni mabadiliko ya tabia nchi. Kama serikali kupitia wizara hii tutashirikiana na wizara yako kuweza kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabianchi, ili mradi huu uweze kutumika wakati wote unapohitajika na hasa kipindi ambacho ni cha ukame. Mradi huu umetekelezwa kwa zaidi ya shilingi trilioni 6.5 na serikali mpaka leo imeshalipa takriban asilimia 99.5 ya fedha hizo. Fedha zote hizi ni fedha za ndani, na nichukua nafasi kwa kweli kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kupokea mradi huu kutoka asilimia thelathini hadi leo ameweza kukamilisha kwa kutumia fedha za, za ndani kuweza kulipia. Hiyo ndiyo ilikuwa ndoto ya Mwalimu Nyerere, nchi iweze kujitegemea. Na huko aliko Mwalimu Nyerere anaweza akapumzika kwa amani akijua kwamba binti yake Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ameweza kubeba ndoto yake ya kuifanya nchi yetu jitegemee kwa kukamilisha mradi huu muhimu sana katika ukombozi wa kiuchumi.